Gavana Paul Chepkwony wa Kericho amefuata nyayo za mwenzake wa Embu Martin Wambora baada ya wakilishi wa kaunti hiyo kumtimua kutokana na kile wanachodai ni utumizi mbaya wa mamlaka. Wawakilishi 32 wa kaunti waliohudhuria kikao cha leo kilicho sheheni chechekali za kisiasa waliafikiana kumbandua Chepkwony na kudai alivunja sheria za ununuzi na matumizi ya rasilimali za umma. Wawakilishi 15 wa kaunti hiyo hawakuhudhuria kikao cha leo kilichoazimia kumlambisha sakafu mhadhiri huyo wa zamani wa chuo kikuu cha Moi. Wawakilishi waliomfurusha Chepkwony wanadai hakulihusisha bunge la kaunti alipoingia kwenye mkataba na kampuni moja ya kigeni iitwayo Blutek inayohusika na uuzaji wa mitambo ya nguvu za umeme kwa kutumia miale ya jua. Aidha, wanadai gavana huyo alikodisha magari sita ya ambulansi kwa kima cha shilingi laki sita kila mmoja bila kupata idhini ya bunge la kaunti ya Kericho. Pia wawakilishi hao walidai Chepkwony aliwaajiri kazi watu wasio na tajiriba au viwango vya elimu vinavyohitajika na kukiuka taratibu za uajiri. Juhudi za gavana huyo kujitetea ziliambulia patupu. Sasa uamuzi wa wakilishi wa bunge la kaunti ya Kericho utawasilishwa kwa bunge la seneti ili kamati maalum ibuniwe na spika Eko Ethuro ili ichunguze madai yanayomkabili Chepkwony na iandaye ripoti itakayojadiliwa na maseneta ambao watakuwa na jukumu la kuamua iwapo Chepkwony atafurushwa au la. Masaibu ya Chepkwony yamejiri huku gavana wa Nairobi Dr. Evans Kidero akipata afueni ya muda baada ya mahakama ya juu zaidi nchini kutupilia mbali uamuzi wa jana wa mahakama ya rufaa wa kubatilisha uchaguzi wake. Jaji Mohamed Ibrahim ameiagiza tume ya uchaguzi nchini IBC isikitangaze wazi kiti cha gavana wa Nairobi wala kuandaa uchaguzi mpya hadi tarehe 23 mwezi huu ili rufaa aliyowasilisha Kidero mahakamani isikizwe na kuamuliwa. Hii inamaanisha Kidero atasalia ofisini, huku mpinzani wake wa karibu Ferdinand Waititu almaarufu baba yao akilazimika kusubiri uamuzi wa mahakama iwapo atamenyana upya na Kidero kwenye kura au la. Francis Gashuri, Citizen Nipashe.